Rudisha mng'ao wa asili, ondoa chunusi na ondoa mikunjo ya uso kwa tiba hii ya asili. Ni tiba ambayo itaweza kukusaidia ndani ya muda mfupi. Unachokihitaji ni aloe vera jeli, ina viambata vya vitamini A C E ambavyo vina boost collagen za ngozi na kuondoa mikunjo na kutibu chunusi na kuondoa sumu ndani ya ngozi lakini pia unahitaji nusu kijiko cha kahawa ya kawaida kahawa ni nzuri kwa sababu viambata vyake vinaboresha kolajeni ya ngozi na kusaidia kutibu uh, kukinga ngozi na miale ya jua lakini pia ongeza kijiko kimoja cha mafuta ya olive oil ambayo yenyewe yanasaidia kuondoa vivimbe na sumu kwenye ngozi changanya natengeneza na paka asubuhi na jioni na osha baada ya dakika ishirini kwa siku 35 mfululizo, au okoa muda wako, tumia hair skin plus nails kutoka Okoa Mwili ili kutibu makunyanzi, kutibu chunusi na kurudisha mng'ao wa ngozi. Dozi ya siku 15, shilingi elfu tisini na tano. Nitafute whatsapp kwanza dozi, na komenti neno niunge kujiunga na group letu bure.